Wavuvi kutoka eneo la Shela kisiwani Amu kaunti ya Lamu wamelalamikia unyakuzi wa baadhi ya sehemu za fukwe za bahari. Wakiongozwa na muungano wa wavuvi wa BMU, wavuvi hao na wakaazi wanalalamikia kuingiliwa kwa fukwe za bahari ya Raskitau, kama anavyotuarifu sasa Rahma Rashid. Asilimia zaidi ya tisini maisha ya wakazi wa Shela wanategemea fukwe za bahari kwa uvuvi na utalii kupata maisha yao. Fukwe za bahari zilizoko Shela kisiwa cha Amu na fukwe za kisiwa cha Manda. Wakazi wa Shela wamesazwa na asilimia 40 ya ufukwe wa bahari wa jamii, huku asilimia 60 ya fukwe zao ukimilikiwa na watu binafsi. Fukwe ya Ras Kitau iliyoko Manda ni moja ya ufukwe wanaotegemea ambao kwa sasa pia umevamiwa. Sehemu hii ni one of our landing site. Wavuvi wetu ndugu zetu w watalii na wavuvi kwa jumla wanatumia eneo hili kwa mambo yao mbalimbali ya kiuvuvi. Endapo hili eneo litachukuliwa landing site, watakuwa wameumiza wavuvi wangu na zile ardhi za wenyeji, za wenyewe zinapungua sana, hatuna mahali ambapo tunaweza kusema ni kwetu, ila hii peke yake. Na sasa hii pia ikichukuliwa na developers kujengwa kama majlis, tutaenda wapi? Wavuvi sasa wakilalamikia kuendelea kunyakuliwa kwa sehemu za fukwe hizi. Poshuka hapa wakaanza kuniambia kwamba Ilanda is not, uh, shella is not for shella people, is belong to three people which they are from Lamu wakaanza kututishia kwamba hii sehemu si yenu, kuanzia saa hii nyimko kwa mashtaka mkikanyaga island hii. Ni mara ya pili sasa ardhi ya fuko ya bahari Hindi Ras Kitau kuwa hatarini. Sehemu hii hii Januari tulikuja tukatoa hapa wavuvi haramu na mifugo, na, na, neti ambazo ni mbaya kwa mazingira takriban elfu moja na hapa hapa ndio tuliweza kufanya rasmi kutoa risala kwa taifa la Kenya kwamba hapa ni Shela na Shela iko na mikakati yake na miundo yake. Tunawapa onyo, mtu anakuja yoyote kushika na landi, tunakufa na yeye. Tunaomba serikali itatukua hatua isifike hapo. Ardhi zilizoko fukwe za bahari Hindi eneo la Shela kuuzwa hadi ekari moja shilingi milioni mia tatu ndio sababu kuu inayochangia unyakuzi wa ardhi maeneo haya.